Kwa sasa vyake alikuwa anahusika asihusike, wakati mwingine anahusika, wakati mwingine ahusiki. Jamani, unajua Tanzania tuna tuna jambo moja eh, tufunguliwe makurasa makaburasha mpaka lakini nyimbo jamani, si mnazisikia? na nyimbo mashairi, na nyimbo si mnayasikia? Haya, mnatafuta ubaya gani tena? mwingine yeah. Mama, mimi nataka yeah. niongezee yeah. kitu hapo hapo uh, kipindi Zaiylissa anatoka kwa mm. Dulla Makabila, Dulla alimwimbia akamwambia ile siri yako ambayo tunaijua mimi na wewe nimeitunza, lakini jifunze kupika mm. ili mzungu na huko tena tunakuja kuona kile kile ambacho alikizungumza Dulla Makabila mm. hicho kitu ambacho, uh, ndugu yetu Haji naye pia akizungumza kwenye mm. hili, kuna ukweli wowote kwamba hajui kupika kabisa? Alisemwalo bwana linakuja, alisemwa lipo kama halipo linakuja kwa mm. mm. mm. hiyo ah, Ah, mimi sipendi kumnyanya santu au kumsimanga mtu kwa kitu ambacho hana mm -hmm. mimi ni wajibu kikubwa kidogo mm -hmm. Zaiylissa ndugu wangu mrembo kabisa mm -hmm. nafasi anayo, so, so, ajifunze kupika mm -hmm. E, wajua unaweza ukaambiwa mm huyu -hmm. hivi huyu hivi huyu hivi, lakini ni wakati pia ni kama wakijitathmini Hmm, ajitinini vizuri Zaiylissa, nafasi anayoviti hmm. mdogo hmm. hmm. Kuna neno moja nataka niliseme kutoka <coughs> na na, kwa aji Manara anasema, nilimtoa mtoto wako shule za kayumba nikampeleka shule ya bei, kwa maana Zai alikuwa hana uwezo kabisa, alikuwa akifanya kazi lamata, kama sikosei hmm. na mpaka sasa hivi bado yuko kwa lamata, anafanya kazi na lamata hmm. na Ukiacha hivyo, baada ya kuolewa na Haji Manara alipata endorsement nyingi nyingi sana. Tukiangalia tu kwenye mtiririko wa kawaida tunaweza tukasema, mm. zaidi brand ambassador wa makampuni kama matano ama sita, kama na what siku sasa hivi what, mm. what happening, ashindwe kumhudumia mtoto wake na kumpeleka yeye mwenyewe shule mpaka Haji Manara ahusike. Unajua kupata hela ni jambo jingine, mm -hmm. na kuhudumia familia yako pia ni jambo jingine, vitu ni tofauti. Kuna mtu mwingine ha, hapati pesa hizo, lakini anaihudumia familia yake anajibarabana, anajikusanya kusanya, anahudumia mtoto wake. mm -hmm. Uh, mimi kati ya makosa ambayo nayaona Zaiylissa ameyafanya, na, mm -hmm. na ni mabaya kweli kweli mm -hmm ni kuwasomba ndugu zake, wao wanaenda kuishi na yeye nyumbani kwa Kakahaji. Mzigo wa familia ya, ya Zaiylissa inasemekana ukawa mzigo wa Kakahaji, ni mtihani mkubwa, na ndio maana leo hii anatuandikia pale Instagram yeye mwenyewe kwa mikono yake kwamba kakahaji alikuwa anaruka na mtoto wa shangazi yake hmm, eh, mwenye umri wa miaka chini ya kumi na nane miaka ya chini mwenye umri wa miaka kumi na saba This is very bad. Anataka nini? Anataka kakaaji akafunge miaka thelathini? Zaiylissa yeye sio wa kwanza kuolewa na wala sio wa kwanza kuachwa. Chuki gani anaitengeneza kwa Haji Manara? Hii sio sawa, hii sio sawa kabisa. Eh, wewe nani alikwambia ukusanya ndugu zako wapeleke kwa Haji Manara mm -hmm. Majukumu yote umpe kaka Haji na basi, sisi tuna uhakika gani kwa <coughs> nini anamchafua kwa staili hiyo? Sio sawa mm huko -hmm. ni kumchafua na kumpeleka kwenye matatizo, kaka wawati wote mm -hmm. tunajua mwanaume akijihusisha, eh, na kimapenzi na mtoto mwenye chini ya umri wa miaka 18 miaka 30 je? Kwa hiyo anataka kaja kafunguje mm -hmm. eh? Kwa hiyo anataka kaja kafunguje? Sawa. So, mapenzi mm -hmm. yakiisha, ya jamani, wadogo zangu, yaacheni ya yaishe, mbona rudi, kaachana vizuri tu hajaongea hmm. kitu mpaka leo yuko hmm. wapi? Kwini Masanja akaachana hmm. vizuri tu na Dokta mwaka hmm. Kwini alilia ya kidogo akanyamaza, akafuta machozi hmm. nafanya kazi zake hmm. Hmm. mapenzi yakiisha, malizaneni vizuri hmm. mimi walinichukua wakaninadi kwa matusi makubwa na kunidhalilisha, leo hii nimewasamehe hmm. ikitokea imetokea Hitler, hmm. Songeni mbele, achieni kuwatafutia watu matatizo. Leo ika kaaji Manara akafungwa miaka 30, jeo jamani, kuna nini? Tulipewa ahadi ya watoto watano, ni watano walikuwa au sita? Watoto watano, tulipewa ahadi ya watoto watano na Zaiylissa alisema hmm. Ilikuwa juzi kwenye kichepatigala kama sikosei, hmm. aliojiwa hmm. akaulizwa, akasema nataka nimzalie haji watoto watano hmm. eh, eh, ah, hadi imeyuka sasa hivi au walitudanganya kwenye kati? Anajua moni mwake kuna nini kinaendelea. ah, siku ile bado alikuwa hajapata habari kwa hizi ambazo yeye anazilalamikia za kutembea za huyo binti mzuri mashallah, lakini mkubwa alikuwa anajua lakini mkubwa hana miaka kumi na saba asimulize. Kakaat b ameandika kwamba eh, kwenye wanamsingizia kweli kabisa, wanamsingizia kakaangu, wamwache, sio mdogo, na hata hivyo hakuna uhakika wa kwamba alikuwa na mahusiano nayeshaidnamaaahelando si, si, na na mtu He? na na kwa nini, kwa nini huyo pesa, kwa nini huyo mtoto atumiwe pesa na kaka aje shule, baba yake na huyo mtoto uko wapi? Yani kilichokuwa kinafanyika ni kwamba mdogo wangu Zaiylissa aliachukua majukumu yote ya familia yake akampelekea kakaaji. This is nonsense. Eh, mbaya sana hii <tuhi>

kakaaji ni mkubwa yeah. Yule binti mtu mzima yeah. lolote linaweza likatokea <laughs> lakini, kilichopo ni kwamba damu zinachemka, kilichoko ni kwamba eh, uthibitisho hakuna na hata basi mm. Eh, kuna miamala dereva kasema mm. na kadhalika jamani, atakuwa mtoto kautaka mne ndio

alivunja ndoa ni, ni, ni, zani mwenyewe ndo kavunja ndoa yake na ndivyo ilivyo. Eh, mwanamke, ukiamua yeah. kuihenda ndoa yako unaihenda mnakaa ya miaka daha na ukiamua kuivunja yeah. unaivunja sawa. mm -hmm. Hii itakuwa ni kama skosei ndoa kwanza ya pili... ya tatu kama ya nne hivyo. Manara uta

za kutosha hmm. Na Zaiylissa anaye pia kaolewa ndoa za kutosha yeah. <laughs> <laughs> Uh, Dabi. E, Dabi. Uh, kwa hiyo walikutana Dabi. kwa kwa kwa ushauri wangu kakaaji, uh, kwanza aelekeze macho kwa watoto wake. Watoto e, ni muhimu zaidi ya kila kitu, aelekeze macho kwa watoto wake. Alafu pia kingine uh, angalie, najua kuoa lazima uh,

Kuna, kuna, kuna mahali nilizungumza mpaka Zailisa anakuwa na Manara tayari hmm. Alikuwa nampenda okay. Nadhani mbali ya kumpenda hmm. Kuna matarajio alikuwa nayo na ndio hmm. Maana leo hii eh, vinakuta viungu na si viungu tu inasemekana hmm. Hirizi yeah. E, zimekutwa picha e, yeah. E, zimekutwa na ni kweli kabisa, dawa inahamisha vitu e, huenda labda alikuwa anatafuta jinsi ya kumprotect. Unajua kila mtu na imani yake yeah. wengine eh, maji ya baraka wengine yeah. wataamka saa tisa usiku wasali, wengine watakimbilia kwa waganga, kwa hiyo kila mtu ana jinsi ambavyo e yeah. Zaiylissa aliona hivyo inafaa. Ikumbuke pia alipotoka ni kwa Dula Makabila, kwa kwa maana haja ilikuwa kufunikwa. Eh, inawezekana. Eh, inawezekana. unaambiwa, unaambiwa imekutwa chupa ha, ha. Ha. Ndani na picha ya kakaaji imefunikwa hata niandike, yeah. maandishi ya yeah, Kurani. Mambo ni mazito. Mimi sitaki niliingize sana tuliguse sana yeah. lakini yeah. ni jambo muhimu nalo pia. mm -hmm. Zaiylissa amezungumza kuhusu haji kumtaka mtoto wa ndugu yake yule mwenye miaka kumi na saba and lakini yeah. pia haji na watoto tuwafahamu wote. mm -hmm. lakini pia masuala ya nguvu za kiume yakahusishwa, bwana wewe kakaji uko kamili, atemsmwache ni kakangu bwana, yuko kamili. Sasa kwenye hili wajua, niliona mahali, siku hizi kila kila mwanamke akiachana na mwanaume wake utasikia, utaskia jamani, huyu bwana hana nguvu za kiume na nini No, nonono, tusi no, no. Waposeni dhamu wa wanaume wanaume so, so. Ni watu wa kuheshimiwa kama ambavyo wanawake tunapenda kuheshimiwa so, so. Na unapowachana na mwanaume so lazima umchafue so, so. eh? haji ni kaka ambaye mkamilifu unaweza so. Eh, ukajiuliza sasa we Mai, umejuaje ah. so utajuaje? labda nahadithiwa, yes. Kama yule ni kaka yangu, tusikuwa na mimi tangu nimejua na kakaji. Leo kama ngekuwa na kasoro kwa mimi nilivyo, ningewaletea mwenyewe habari, singetuficha kwenye hilo, lakini hana kasoro, kwa hiyo